Anakuja kuniomba na mimi hela sina, kila mmoja kumwangalia mwenzake, anamwona huyu, yani hatuaminiani. Kila mmoja ana hofu ya hali ya juu, hofu ya njaa, hofu ya njaa na hofu ya ukabiri. Hivi vyote vitaondoshwa na kuleta istighfari, ndivyo Mwenyezi Mungu alivyoahidi katika suratu Nuhu, ambayo khatibu ametusomea kwenye swala ya leo. Ipo aya inayosema na khatibu kaisoma fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nuhu anasema nikawaambia watu wangu, istaghfiru rabbakum, mtakeni samaha mola wenu. Innahu kana ghafara, kwa hakika bila shaka yoyote Mwenyezi Mungu, yani hakuna mtu mwingine yoyote mwenye kufuta madhambi ya mtu isipokuwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na mkileta msamaha, yursil samaa alaykum midrara Mwenyezi Mungu atakuletea mvua nyingi mfululizo zenye kuleta maslahi zisizokuwa na maafa, hazitokuwa na mafuriko wala kuteketeza mashamba wala kubomoa majumba wala kuharibu mimea. Ndio maana midlara ni mvua ya neema isiyokuwa na maafa, ni mvua ya neema yenye kuleta faida kwa binadamu na yenye kuja kwa wakati wake tena mfululizo kila mahindi kila mimea ikihitajia mvua, Mungu anasosha mvua. maji ya kizidi Mungu anasopisha mvua, ili mimea ikae sawasawa, isijaze maji mengi katika mizizi na kuharibika. Midrara, Mungu analeta mvua nzuri, lakini wambile kumbiamwali wa banina wayajal lakum jannati wayajal lakum anhara. Mwenyezi Mungu anasema wambile kumbiamwali, kwa sababu ya kuleta zifari Mwenyezi Mungu atakuzidishieni atakuzidishieni zaidi. Wafanya biashara, ina maana ya biashara zao zitakuwa na faida zaidi. Wakulima, maana ni kwamba watavuna mazao mengi zaidi. Kila mmoja kwa shughuli yake inayomwingizia kipato, Mwenyezi Mungu atajalia mali iongezeke zaidi na zaidi, kwa sababu huleta zile faida lakini wabanina, Mungu atajalia mpate watoto wazuri wema, wenye afya. Kuna hikma hapa. Hivi kweli kama mtu upate lishe bora, ukizalisha mama atatoa mtoto bora? Na ninauliza wazee, hamna madaktari huko? tuwaulize ile wabanina, watoto watakaotoka watatoka watoto wenye afya bora, watoto waliokamilika kwa akili na fahamu na afya nzuri. Kwa sababu gani? Lishe itakuwa bora, mkishalima mkavuna, mazao yatapatikana, matunda yatapatikana matunda na jamii yake yana faida kubwa katika mwili wa binadamu. Nafaka kwa kwa, tabia, kwa aina zake yana faida kubwa katika mwili wa binadamu. Sasa ukila zile ukapata wanga wa kutosha, ukapata sio ongeza joto, ukapata vitamini A, B, C, D na kadhalika bila shaka mwili wako utajengeka katika mfumo mzuri wa chakula, na ukiwa una mke, Mungu akajalia kujamiana na mke wako, nofa ile ya kurudi mimbaini sulbi wa watarahibu, ile ikitoka inatoka kwa sawasawa sawa, na ikiingia kwenye zao inaingia kwa msukumo uliokamilika kwa hiyo hata makuzi ya mtoto tumboni atakuwa ni makuzi mazuri, kwa sababu ya lishe nzuri ya baba na mama, na mtoto akizaliwa atanyonya maziwa mazuri kutoka kwa mtu ambaye kifua chake kimejaza virutubisho vyote. Hakuna mtoto atakayepatikana wa kuonekana huyu anamtindia wa nini wa ubongo, hakuna. Siko sel hapatikani, watazaliwa watoto walio na afya bora kwa sababu toahini ya kuleta istighfari Mungu ataleta wa mvua, watoto watapatikana kwa kutosha, lakini vile vile mito itajaa maji, hayatakuwa makorongo ya itakuwa ni mito ambayo binadamu watanufaika na mito hiyo, kiangazi na masika na maji bila kukauka. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islamu, khutuba ya leo inatukumbusha kama binadamu lazima tukumbuke uwezo wa Mungu. Tunamkosea na yeye ndiye mwenye kusamehe, na katika kuleta istighfari tutafanikiwa yote katika maisha, kama livyosema alistighfaru miftahu kula shai, kwamba istighfaru ndio ufunguo. Ili neno wamelikariri zaidi ya mara sita au saba au nane katika khutba. Almiftahu alistighfaru miftahu kila khairi kwamba istighfari ndio funguo za kila jambo za kila jambo, kila jambo ukitaka liwe na matokeo mazuri, lete istighfari. Unataka watoto, lete istighfari. Unataka uchumi ukuwe, lete istighfari. Unataka Mungu alete mvua, lete istighfari. Chochote utakachokitaka -cho, Mwenyezi Mungu atafuka, kwa sababu ya istighfari. Ndugu zangu, tunakabiliwa na mambo mengi, baada ya hapa Yatosha khutba na haya machache, ndiyo yazungumza, kila mmoja ayatie akilini, tuondoke na fikra kwamba mtenda dhambi duniani sio mtu mwingine. Jihesabu kwanza wewe, ndio mtenda dhambi namba moja, kabla hujamfikiria mwingine. Kwa hiyo kila mmoja tuesakaa kwamba yeye ni mkosefu, na istefari kila mmoja akaleta kwa namna yake, za jamaa, za mmoja mmoja, Mungu atajua waja wangu wa na ni rahisi Mwenyezi Mungu kuajilisha hii hali ambayo inayotukabili hivi sasa. Kwa hiyo tujitahidi sana na kuleta istighfar na kweli lawama, kama kuna haja ya kulaumiwa duniani kutokana na maafa mbalimbali yanayotokea, wenye haja ya kulaumiwa duniani, wanasababisha maafa, hakuna ila ni Waislamu, kwa sababu wao ndio wale kujua namna ya kumwomba Mwenyezi Mungu wawa ganajua sababu za Mungu zinasimamia katika mambo gani, lakini tukikaa kimya sisi bila kuleta sefari, Mungu hatutuacha salama. Ni kafiri gani mwenye mwenye uwezo wa kuleta sefari na Mungu akaikubali sefari yake? Hakuna ila ni sisi. Kwa hiyo kila mmoja ajihesabu kwamba ni mkosa na kila mmoja aone umuhimu wa kuleta isefari. Usiangalie makosa ya wengine, iangalie nafsi yako na yale unayokosea Tukikeshe katika maisha hayo bila shaka, kila mmoja atajua wajibu wake katika kuleta istighfari kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya haya machache, ninaomba kama ilivyo ada yetu na dasturi